No no no, usi usicheze na akili yangu. Mimi ni mtu mzima, najitambua nini nafanya. Yule mtoto asingeweza kuwaua kwa sababu wao walimfanya kwa chambo. Kwa nini mambo yote unaniekea mimi juu yangu? Yaani wewe mkweo, baba mkwe wako, siyo mke wako na hata kama ungekuwa na watoto ninge anyway, anyway. Hebu nikuulize swali moja. Yaani ulimpora yule mzee je, kiasi gani cha pesa mpaka tajiri mkubwa kama yule kufikia hatua kufirisika? Anyway, naona naona abi ya um, sorry langu limekuwa kama ni kero hivi, na ndio maana unampiga mtoto watu bila huruma yoyote baada ya kukugundua kwamba ni tapeli mnyang'anyi, na cha kushangaza abi utaki kukiri kosa lako kwa kuhusu usitajirika. Ah, anyway basi mdomo wako ukifunguka utaniambia mimi ni kwa zangu Ray. Ray, okay. Okay, nitasema kila kitu haina shida.